jinsi ya kupumzika nenosiri ya mkondoni kama waliopoteza au wamesahau leo tutakuonyesha jinsi ya kuweka upya nenosiri ya mkondoni yako kwenye ParentVue maono ya mzazi kumbuka utahitaji kufikia barua pepe uliosanidi awali account yako ya Parent View maono ya mzazi nayo. Hatua ya kwanza, enda kwenye mystudentlog.aps.edu. Hatua ya pili, chagua chaguo mimi ni mzazi. Hatua ya tatu, sasa bonyeza ukurasa huu Bonyeza umesahau nenosiri. Utaelekezwa kwenye kutuma fomu ya ombi la kuweka nenosiri mpya. Kwenye ukurasa huu, ingiza anwani ya barua pepe unayotumia kwanza usajili akaunti yako ya ParentVue maono ya wazazi na kisha bonyeza send email, tuma barua pepe. Hatua ya tano: barua pepe itatumwa kwa anwani yako ya barua pepe na mada APS parent view logon information, taarifa ya kufungua ya APS ya maono ya mzazi. Fungua barua pepe na bonyeza kiungo click here to change password, bonyeza hapa kubadilisha nenosiri. Hatua ya sita, utaelekezwa kwenye ukurasa mpya ambao utakuchochea kuingiza first name, jina lako la kwanza new password, nenosiri mpya, na confirm your password, thibitisha nenosiri yako. Baada ya taarifa kuingizwa, bonyeza change password, badilisha nenosiri. Hongera, umeweka upya nenosiri yako. Kuingia kwenye account yako, kurudi kwenye mystudentlogin.aps.edu. Chagua chaguo I am parent, mimi ni mzazi. Chini ya username, jina la mtumiaji, ingiza barua pepe yako. Chini ya password, nenosiri, ingiza nenosiri yako mpya nabonyeza login kuingia. Hongera, uko kwenye akaunti yako ya mwonekano wa mzazi. Kwa habari zaidi juu ya mada haya, tafadhali angalia video nyingine katika mfululizo huu. Ikiwa una maswali zaidi au kwa habari zaidi, tembelea www.aps.edu/students/parents/parentsview-studentview. Kwenye tovuti hii utapata miongozo muhimu ya PDF pamoja na njia zingine za kupata msaada. Shukrani kwa ajili ya kuangalia.